Nyuma ya mafanikio, aa, kuna elimu. Mafanikio yote yale, mtu te aliyefanikiwa, ukiangalia nyuma yake kuna elimu. So, so. Kwa elimu ndo msingi wa kwanza kabisa wa mafanikio, kwa tuhakikishe tunawapa watoto wetu elimu kwa kuwapeleka mashuleni na kuwafuatilia pia na kujua tabia, mienendo, marafiki, ili kama kuna changamoto sehemu tumwepushe mapema. <coughs> Mmomonyoko wa maadili pia umetokana na kutokuwa na usimamizi mzuri wa wazazi kwa watoto sababu, so, so, watoto wanaharibika bila mzazi kujua, na ni kwa sababu mzazi huna tabia ya ufuatiliaji. Tukianza kufuatilia watoto wetu tabia zao, mienendo yao, kujua aina ya marafiki wanaoambatana nao, nidhamu ni kwa ujumla, kuanzia nyumbani mpaka shuleni, amini siku moja utakuja useme kweli, utajipiga kifua na kusema kweli, nimenufaika me, ni na mtoto wangu kweli familia inanufaika na mtoto wangu, kwa sababu utakuwa na mtoto mwenye elimu, utakuwa na mtoto mwenye hofu ya Mungu, kwa sababu ulianza kuitengeneza hiyo hofu akiwa mdogo, kwa kumwambia aende kanisani kujifunza neno la Mungu. Lakini pia utakuwa na mtoto ambaye anatabia njema.